Tupo katika jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano imepita pale ambapo huyu ambaye Yesu Kristo tunayemwita tumaini letu alikutwa na mauti ambayo tumeyasikia. simulizi ambayo tumeisikia hapa si hadithi, ni ukweli wa maisha, ambapo huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu akiwa bado kijana mwenye umri wa miaka thelathini na tatu akiwa amebeba kusudi la Mwenyezi Mungu la kuja kukarabati ulimwengu, kuokoa ulimwengu uliokuwa umeanguka katika dhambi, kama tulivyosikia kwamba tulikuwa tumerithi dhambi, mauti, uchungu, na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, mifumo yote ya kidunia iliyokuwepo kuanzia watawala waliokuwepo kipindi hicho, ili waweze kuishi wakawa wameweka utaratibu kwamba lazima wahakikishe kwamba mtu anakufa, ili aweze kuwa na mali lazima atangaze mauti kwa baadhi ya watu. Na mifumo hii pia ikaingia hadi ndani ya kanisa ndani ya dini wakaibuka wazee ambao hawakuwa wanataka vijana waweze kuibuka, waweze kuonyesha ndoto zao, waweze kuishi ndoto zao, na Yesu akiwa katika kundi hilo la vijana ambao walionyesha kwamba inawezekana kuweza kuishi nje ya mfumo wa jino kwa jino. Mtu amekufanyia mabaya nimfanyie mabaya Yesu akaja akaonyesha kwamba si kila kitu lazima kulipa kuna maisha zaidi ya ubaya kuna maisha ya upendo kuna maisha ya huruma Mwenyezi Mungu na kuna maisha ya msamaha wakamwona huyu anakuja kuja kuharibu maisha yetu anakuja kuja kuondoa nafasi yetu wakamtengenezea hilo na waliokuwa wamemtengenezea ndio hii mauti ambayo tumeisikia katika mfumo wote huo wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyokuwa ameyapitia kutoka kwa watu wake wa karibu sana, aliyokuwa amewaamini na amesikia, wiki lote hili tuliokuwa kanisani, vile yule aliyokuwa amemwamini Yuda akamsaliti, aliyekuwa amemwamini amemkabidhi vyote akamsaliti. Anaonyesha wazi kwamba usaliti ulikuwepo, usaliti upo, na usaliti utaendelea, na mbaya zaidi utaumizwa na mtu uliyemwamini, yule uliyemkabidhi maisha yako ukamkabidhi vitu vyako, ukadhani kama huyu ni mtu salama. Sasa kama usaliti upo kwa watu tunaowapenda, wale watu wanaotupenda ndio wanaotusaliti, kutuletea maumivu makali kiasi kama hiki, anatufundisha kitu cha namna gani? Rudisha matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu ambaye yeye kamwe hawezi kukusaliti, ambaye yeye atabakia kwa mwaminifu. Anakujua, alikujua na anajua kesho yake. Rudisha matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu nyakati za usaliti baadaye, katika nyakati za usaliti alitegemea kwamba wale ambao walikuwa ni marafiki zake wa karibu wataungana pamoja na yeye, walimkimbia, ambao ni akina Petro tunamsikia anamkana, amesema sio mimi. Katika maisha utapita katika kipindi kigumu sana, utatamani kwamba angalau aje mmoja niweze kumweleza yale yanayopita nayo. Ungetamani marafiki zako waje kama kipi? Katika kitabu cha Ayubu alipokuwa amepata majaribu makubwa mazito ambayo hakuyatarajia kwamba marafiki zake waje, mke wake aje ampatie neno la faraja, lakini marafiki zako watakuwa ndio wa kwanza kukuumiza watakuwa wa kwanza kukunenea mabaya na watakuwa wa kwanza kukataa katika changamoto kubwa katika majaribu Yesu yalimkuta na mwenyewe pia katika majaribu yako utakavyoweza kuyapita usitegemee marafiki usiwategemea kina Petro ambaye anasema si mimi mbele ya yule kijakazi na mwishoni basi akabakia Yesu peke yake wamekuja kuja kumkamata vyombo vya dola, askari wanakuja kuja kumkamata. Alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ana uwezo mkubwa. Mmesikia katika simulizi, walipofika walivyofika pale, walipotaka kumkamata, wakaanguka, waka kwa nini walianguka? Yesu alikuwa ana nguvu za Kimungu, wasingeweza kumkamata hivi hivi, wakaanguka. Maanake walikuwa hawana uwezo lakini ingawa yeye alikuwa ana uwezo na wale walikuwa wameanguka baadaye, akawaruhusu akasema, kama mwanitafuta mimi, basi muache hawa wengine waende zao, mnikamate mimi. Kuna kipindi utakapopita katika changamoto za maisha, unaweza ukaingia katika kasumba ya kutumia uwezo wako uliokuwa nao, nina nguvu Nitapambana, niwaonyeshe kama mimi ni nani. Yesu hakutumia nguvu zake za kimungu. Yesu hakutumia cheo chake, nitawaonyesha kama mimi ni nani. Na nguvu ya pesa, Yesu hakutumia pesa yake. Katika mazingira magumu ya changamoto aliyokuwa amekabiliana nayo, ya usaliti, hakutumia pesa yake, hakutumia nguvu yake, kwamba Yuda umenibusu, umenisaliti sasa ninakuonyesha kwamba mimi ni mwana wa mwenyezi Mungu, nawapiga upofu wote hawa ambao ni walinzi ambao wamekuja, ninawapiga wote wana, wanaparalaizi hawakuparalaizi wote, bali alifika pale akasema ni mimi, wakamkamata. Tunajifunza mambo gani? Tunajifunza jambo hili kwamba si nyakati zote katika majaribu utakayoweza kupita nayo katika maisha lazima utumie pesa yako latumie, lazima utumie nguvu, lazima utumie cheo, au nyumbani kule unasema mtanijua kama mimi ni baba, mtanijua kama mimi ni mwanaume. Tunakujua kama wewe ni mwanaume tayari, si nyakati zote za kutumia nguvu. Au mama, mtanijua kama mimi ndio mama hapa nyumbani, mtanitambua, umekuwa mkali, hakuna. Kuna majaribu mengine ukipita kubali. Kubali na angalia baadaye anavyopelekwa katika vyombo mbalimbali ambavyo vya kutoa haki, anapelekwa kwa Herode, baadaye anapelekwa kwa Pilato. Pilato alikuwa ni msomi, amesomea sheria akasomea utawala, na mojawapo ya kusomea sheria manake lazima usimame utoe haki na ndivyo ilivyokuwa. Amehukumu kesi hii, akajua ukweli kwamba Yesu Kristu hana kosa, lakini kwa ajili ya kulinda kibarua chake, kwa ajili ya kulinda chakula chake, kwa ajili ya kulinda maslahi yake, akafumba macho. Hii ni habari ya wasomi. Unaujua ukweli kabisa kabisa, unajua kwamba fulani anapaswa kupewa haki yake lakini kwa ajili ya kulinda cheo chako, kwa ajili ya kulinda maslahi yako, uko tayari kutoa uhai wa watu wengine, wafe, waangamie, huwatetei. Nyakati zote zile ambazo hukuwatetea watu kupitia nafasi yako, leo siku ya Ijumaa hii, miaka elfu mbili na ishirini na tano tokea Yesu amekufa, inakukumbusha kwamba utaingia katika historia ya Pilato. Yesu siku moja atakwambia na liletwa mbele yako, hukunitetea. Uliujua ukweli, hukunifanyia haki, kwamba ulimwengu ambao tuko nao wa watu wengi wanateseka. Katika kitabu cha Mto wa Rehema tunaposali, tunaposali rosari uh, ya damu takatifu Bwana wetu Yesu Kristo, kama sikosei, ni tendo la tatu, inazungumza kwamba kwenye tafakari hakuna maumivu makali ya mwanadamu anayopata kama kupata hukumu isiyokuwa na haki, kuonewa, hukumu isiyokuwa na haki. Dhuluma inaleta maumivu makubwa sana kwa mwanadamu. Katika Ijumaa Kuu ku, ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, tunapokutana na watu ambao hawana matumaini, walipata hukumu zisizokuwa na haki, wameonewa, wengine wako magerezani wengine pia wako huko mtaani, tuko nao, wamefanywa dhuluma, mioyo yao inavuja damu. Itukumbushe kwamba ukipata nafasi kama ya Pilato, ukiwa kwenye nafasi ya madaraka, watendee watu haki, watendee watu haki, hata kama umeletewa ushahidi, hata kama umeambiwa hivi, simama. Yani akina Pilato wasiendelee kuishi katika miaka elfu mbili na ishirini na tano, wasiendelee kuishi bali tufanye ulimwengu wa sasa paweze kuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Na baadaye, Yesu amepewa hukumu isiyokuwa na haki, analetewa msalaba, msalaba ambao haukuwa kwake, hakutenda dhambi. Pilato ameona kabisa kama hakutenda dhambi. Waliotenda dhambi ni akina Baraba, ndio wakafunguliwa, wanafunguliwa watu wengine, Yesu anakamatwa. Yesu angalia, anapokea msalaba ambao si wa kwake, anapokea. Kuna nyakati utaletewa katika safari ya maisha, utaletewa jambo, utasingiziwa jambo kubwa ambalo hujalifanya utaletewa msalaba na watu wote watakwambia, umefanya, beba. Utaletewa jambo zito, umesingiziwa masingizio makubwa Yesu, mwalimu wetu mwema, Bwana wetu, anatufundisha siku ya leo kwamba utakaloletewa lipokee. Alipokea msalaba ambao si wa kwake. Unapopokea masingizio, unapopokea jambo baya ambalo hujalifanya, unapopokea changamoto mbaya, unapopokea usaliti unapopokea maneno mabaya unapopokea kusalitiwa, kufanyiwa mambo mabaya katika jamii, unapopokea magonjwa, unapopokea ugonjwa ambao hukutafuta wewe, umeletewa ugonjwa, unapopokea unapopokea taarifa ya kifo, unapopokea ukatai, unapopokea itakupatia nguvu kubwa sana katika kuweza kusonga mbele katika safari yako. tumsifi Yesu Kristo itakupatia nguvu ukikataa lile ambalo umeletewa. Kusalitiwa umekataa, ugonjwa umekataa, changamoto mbalimbali ambazo zimekuja mbali mbali mbali umekataa, taarifa ya kifo umekataa, siyo hali mbaya umekataa, kuachishwa kazi umekataa, kufilisiwa umekataa, kutolewa katika nafasi uliyokuwa nayo umekataa, kuanguka umeanguka, ni kweli, umekataa kuweza kuanguka, utapata nguvu ya kuweza kusonga mbele. Yesu aliubeba ule msalaba aliupokea, akaubeba ule msalaba. Alipobeba ule msalaba, akaanza safari ya kusonga mbele kuelekea Golgotha. Na angalia, baada ya kuweza kupokea ule msalaba anavyosonga mbele huko mbele, akiwa amebeba ule msalaba, Mwenyezi Mungu kwa huruma yake akawatumia hao askari, wakamkamata Simoni wa Kirene, akamsaidia kubeba ule msalaba e, maana yake wa askadi, wakam, Simone, wakirene, msalaba. Nini tunapopokea baadhi ya mambo magumu mazito, Mwenyezi Mungu baadaye huko mbele, safari yetu, atamleta Simoni wa Kirene atatusaidia kuweza kubeba ule msalaba, na baadaye tutafika kule mwishoni. Tulivyokuwa tunasali njia ya msalaba, tulikuwa tunaambiwa kwamba msalaba wetu ni nini. Kuna mambo mengi sana pale ambayo tumeambiwa kwamba ni msalaba wetu. Watoto ni msalaba, wanaume, unaweza kafika hatua ukaletewa mtoto ambayo si wa kwako, ni msalaba huo Upokee kama alivyompokea mwenzako Yusufu, alivyompokea Yesu. utaletewa hilo, utaletewa mke wako uta, ni msalaba, upokee, upokee. Na sasa hivi pia kuna kinyume kingine, kuna jambo jingine linakuja na nyinyi, akina mama humo nyumbani, utaletewa mtoto ambaye si wa kwako, ndio msalaba, upokee. Tumsifu Yesu Kristu. Ubebe huo msalaba, usiseme sitaki, ubebe huo msalaba Ubebe, Mwenyezi Mungu amekuona kama unastahili. Mbona Yesu alibeba msalaba ambao si wa kwako? Ubebe huo msalaba, upokee. Mara nyingine pia huyo mtoto wa mama yako, wa mama mkwe ni msalaba kwako, upokee. Hata kama na koroma, mpokee hivyo hivyo. Hata kama na kisukari, mpokee hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu amekuona kabisa kama unastahili. Siku moja mtafika huko mbele Yesu utakapofika kwa mbele, atasema vyema, ulikuwa mwaminifu katika mambo madogo, ulipokea msalaba huu, ulimpokea huyu hapa ambaye ameshindikanika sehemu nyingine At, utaingia mbinguni kwa kupitia msalaba huu. Tumsifu Yesu Kristo. kwa kuna faida kubwa sana katika mwaka huu wa matumaini, katika hija ya matumaini, ambapo katika maisha ya ndoa, katika maisha ya kazi, katika maisha ya wito, watu tuna giza hatuna matumaini tena, hatuna matumaini lakini leo hii kuna matumaini katika kuweza kupokea misalaba yetu. Kuna matumaini katika kuweza kupokea mizigo na kuibeba, na tunavyoibeba tunasonga mbele. Ni kweli katika kipindi hiki ambacho ni giza kubwa sana, kuna mtu mmoja ambaye yeye mbele yake kulikuwa kuna giza, alikuwa anajua kama ni kifo kinamkuta, alikuwa anaitwa Baraba ambayo tumemsikia hapa, Mayahudi alikuwa naimba fungulie Baraba. Katika tafakari mbalimbali za maisha ya kiroho wanasema hivi, Yesu alipokubali kufa msalabani, kwamba amechukua dhambi za dunia nzima, hakutaka kumwacha yoyote ile kwenye kifungo, hakutaka kumwacha mtu yoyote ile amebakia gerezani alihakikisha kabisa kwamba hata yule ambaye ni mwovu imeshindikana, Baraba anafunguliwa. Kwa hiyo alikubali kufa Baraba aweze kuwa na uzima. Sasa kitu gani kilichotokea baada ya hapo? Baraba alianza kufuatilia maisha ya Yesu wakati amebeba ule msalaba. Baraba akasema, Yesu amechukua ule msalaba, mimi ndio nilipaswa kuweza kubeba ule msalaba Alipokuwa anamuona kwa Yesu amening'inia pale msalabani, akasema mimi ndio nilipaswa kwa dhambi zangu kuning'inia pale, kubeba huo msalaba. Akamwambia Yesu, nakushukuru sana, umebeba msalaba, umebeba shutuma zangu, umebeba mateso yangu. Kwa hiyo, kila siku ukiona msalaba mbele yako, utambue kama wewe ni Baraba, wewe ni Baraba. Kwa dhambi ulikuwa umefungwa, ulipaswa uweze kufa pale. Baraba akamshukuru sana Yesu, akaendelea kufuatilia sa, safari ya Yesu. Akamkuta Yesu anaanguka, akasema nilipaswa kwanza kuanguka. Akamkuta Yesu anavuliwa nguo, akasema nilipaswa kwanza kuvuliwa nguo mbele ya ndugu zangu, lakini Yesu amevuliwa nguo kwa ajili yangu. Baraba baada, Yesu baada ya Yesu kuweza kutundikwa pale msalabani, alimwangalia baadaye akaondoka, na Biblia inazungumza wazi kwamba Baraba hakukamatwa tena katika dhambi ile aliyokuwa anaitenda, kwa sababu alipomwona Yesu amebeba msalaba kwa mateso kama yale, akasema inatosha. Siingii tena katika uovu, siingii tena katika dhambi. Baraba hakukamatwa tena, alitoka pale akabadili maisha yake. Maana yake nini? Tuseme katika safari ya maisha kwamba inatosha katika uovu ambao nimeufanya, inatosha katika dhambi ambazo nimezifanya, sitafanya dhambi tena Sitafanya usaliti tena, sitamsingizia mtu tena, sitamkana mtu tena, siwezi kufanya mambo mabaya, siwezi kuwa yuda tena, niweze kuwa mwizi. Inatosha. Katika Ijumaa Kuu napotoka hapa, niweze kuwa mtu mwema, nisikamatwe tena, nisirudie tena katika swala zima la mambo ya dhambi. Mwishoni Yesu akiwa pale msalabani ametundikwa, mnajua wazi kabisa kwamba alikuwa pale msalabani, upande wake wa kushoto na kulia walikuwepo majambazi. Jambazi wa kwanza akamnenea maneno mabaya. Jambazi wa pili akamwambia huyu mwenzake, wewe, sisi tuko hapa, sisi tuko hapa kwa sababu ya makosa tuliokuwa tumeifanya tumeikosea jamii, tukamkosea Mwenyezi Mungu, ila mwenzetu huyu hajatenda jambo baya yule jambazi wa kwanza alimwambia Yesu, tenda miujiza, wewe si mwana wa Mwenyezi Mungu? Fanya mambo, tenda muujiza, tutoke kwenye msalaba hapa, tukaendelee na maisha. Maana yake nini? Fanya jambo, tutoke kwenye msalaba hapa, tukaendelee na maisha, tukaendelee kuiba, utupatie nafasi. Lakini huyu wa pili akasema hapana, sisi tunastahili. Yesu, mimi nastahili kwa ajili ya makosa yangu, nastahili hii adhabu hapa msalabani, sitaki kutoka kwenye huu msalaba. Akamwambia Yesu, nakuomba wewe mwenye haki unikumbuke katika ufalme wako. Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi sana tunaoza takiwa ni majambazi kama yule jambazi wa upande wake wa kushoto, nitoke kwenye kifungo hiki nikaendelee na maisha yangu mazuri huko. Yesu nifungue Yesu nifungulie hivi nikapiga nika, nika maisha. Lakini kuna watu wengine wanakubali makosa yao wanakubali uovu wao, kwamba nilipofika hapa, nilipofika hapa, siwezi tena kushuka kuendelea na maisha yale tena. Nilipofika hapa sasa, niandae maisha yangu ya mbinguni, ndio muda wa kuweza kuongea na Yesu. Angalia Yesu akiwa katika maumivu makali ya pale msalabani, alipata nafasi ya kuweza kuongea na huyu ambaye alikuwa ametubu dhambi zake. Tunajifunza jambo nalo ni hili: ukiwa kwenye maumivu makali, unapita katika majaribu magumu mazito, upo kwenye msalaba, upo kwenye hasira, unateseka, upo katika hali mbaya, mara nyingi sana huwa hatupendi kuongea na baadhi ya watu, hatupendi kuchati. Sikiliza, hata kama utapita katika mazingira magumu ya majaribu ya namna gani, pata nafasi ya kuweza kuongea na yule mwenzako ambaye yupo kwenye hayo mateso. Narudia tena, ukipita katika mazingira magumu ya maumivu, utambue kwamba kuna mwenzako pia mwingine anapita katika mazingira magumu kama hayo, pata nafasi, ongea naye. Kipindi hiki tunachofunga sasa, wili wiki kuu ambapo tulikuwa tunapita katika mat, kufanya matendo mema, kusali, kufanya toba, ongeleni, nimefanya toba toba kubwa, mmeungama, mumshukuru Mwenyezi Mungu. Katika kipindi hiki, hata kama unapita katika magumu namna gani, usijifungie ndani, bado una nafasi ya kufanya jambo moja zuri kwa mwenzako ambaye anapita katika mazingira magumu kama hayo ukampa neno la faraja ukampata neno la matumaini, bado una nafasi ya kufanya kitu fulani kwa mwenzako. Usije ukamwacha umekaa kimya, mtafute mtu mmoja ambaye yupo katika mateso, katika mazingira magumu. Hata kama unapita katika mazingira ya ugonjwa, nenda kawaone ugonjwa wenzako mahospitalini kule, waongea nao, ongea nao. Hata kama unapita katika hali fulani hivi ya kuachwa, uko peke yako pata nafasi kufanya kitu fulani, tenda jambo nzuri, yaani uweze kuwa ni Yesu juu ya msalaba kwa wenzako, ambaye yuko juu ya msalaba, na baada ya hapo mbinguni mtakuwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu atutie nguvu katika kipindi hiki cha Ijumaa Kuu, katika Ijumaa Kuu, kwamba maisha tunayopitia yamebeba kusudi ya Mwenyezi Mungu. Haijalishi tunayopita katika mazingira magumu na magani Yupo mwanaume ambaye ni Yesu alipita katika mazingira kama haya, akakubali akapokea yote akasonga mbele, akafa pale msalabani. Amekuwa ni kivutio, anatuvutia wote, na akiwa katika mateso kama hayo alifanya jambo. Fanya jambo kwa ajili ya jamii, fanya jambo kwa ajili ya ndugu zako, fanya jambo kwa ajili ya wanaoteseka. Utafanana pamoja na Yesu na Yesu atasema siku moja, ulikuwa mwaminifu katika mambo madogo, karibu katika ufalme wa mbinguni. Uweze kuwa maminifu katika mambo yaliyo makubwa. Na Mwenyezi Mungu atie nguvu katika safari hii katika ili wiki kuu, tumsifi Yesu Kristu.